Karibuni wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngoku. Tunashukuru tena kwa kuwa tuko pamoja nanyi bega kwa bega, tano kwa tano. Ulizo kubwa ni kati ya Joseph Kabila na Felix Chisekedi, nani faida ya Kongo? Tumeona na tumehakikisha ya kwamba baada ya miaka kumi na minane ya utawala wa Joseph Kabila na akachia madaraka Mheshimiwa Rais wa nchi Felix Chisekedi Chilombo na kuona hali ya vita ambavyo vilikuwa mashariki mwa Kongo, tumehakikisha kwamba siasa ya Mheshimiwa Rais wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo inaendelea kupanda juu tena na kasi kubwa sana, sababu ametumia siasa ya hali ya juu na huko mashariki mwa Kongo alitumikisha zaidi anayeitwa gavana makamo Jean-Jacques Elakano, ambaye walikuwa na uhusiano naye hali ya juu yote. Aliyekuwa akiyazungumza mheshimiwa gavana makamo e, e, e, Jean Jean-Jacques Elakano yalikuwa yakitumia kama vile kuondoka kwa Wanyarwanda au waasi katika jiji la Uvira na kutabiria kwamba vita vinaenda kufika mwisho na hakika mambo aliyoyazungumza mwalimu wa siasa katika eneo ya tarafa la Fizi na Uvira na Sikivu mheshimiwa gavana makamo Jean Jacques Lakano kweli alikuwa na uhusiano na rais na walitengeneza siasa ya hali ya juu, kwa kuona sasa ya kwamba watu wa Joseph Kabila walikuwa wanakusudia e, kupindua madaraka ya mheshimiwa rais wa, wa nchi kwa njia ya silaha, njia ya mtuto, njia ya vita, na walijiona kwamba wameshinda baada ya kushika Bunagana, kushika Goma na kushika vile vile e, Bukavu na baada ya karibu nusu mwaka mahali ambapo wanaita kama Nyola na wakadhibiti tena jiji la Uvira na kuenea kuingia katika tarafa la Fizi kupitia barabara namba tano ya Makobola imeonekana wakajikuta kwamba wataweza, lakini wazalendo wanaoongozwa na mheshimiwa mbeba maono jemadari mkuu Amuri William ya Kutumba, pamoja na wengine wakina Rene, wakina makanaki walikaa kabisa na kusema sisi hatutapitisha adui. Basi Rais akawasukumia vikosi vya Waibu na wakaambatana pamoja kwa uzalendo na wakashinda vita hivyo baada ya kupoteza mamia za watu hawa wa mventro walijikuta hawawezi tena toboa mlango wa kuingia tarafa la Fizi, barabara ya tano au kwenye maji, ili wajielekeze Kalemi. Wakakusudia kuondoka katika jiji la Uvira baada ya kupoteza na wazungu walikuja kuwasaidia, na watu wa nchi mbalimbali walibaki kama mbolea katika udongo wa tarafa la Fizi pamoja na tarafa la Uvira. Wadugu wasikilizaji, baada ya uchambuzi na baada ya utafiti mwingi ambao tumeona, ni kwamba raisi e, anayeitwa kwa jina la mheshimiwa Felix Tchisekedi Chilombo anakuwa na siasa ya hali ya juu angalau, watu walikuwa anasema anasafiri sana na anasema sana, maana Joseph Kabila ni mtu asiyesema, ikaonekana kwamba amejua siasa sana, lakini kwa mpira huu ambao umechezwa siasa ya Felix inaendelea kupanda juu. Kwa hiyo tunasema hongera na zaidi kwa mheshimiwa rais wa nchi kwa kazi kubwa amefanya, baada ya vikosi kupanda upande wa Minembwe na kudhibiti eneo mbalimbali kama vile Pwenzeru Mkenge, na eneo mbalimbali wakajikuta kwamba upande wa Fizi nako huko wanapanda. Rais Felix Tshisekedi alitumia siasa ya chini chini ya kusaidia wazalendo na kuwasapoti mia kwa mia kwa njia ya vifaa mbalimbali, na kuwahimiza pamoja na jeshi la taifa, wakagonga hawa Wanyarwanda. Baada ya Rais Felix Tshisekedi kupenda kugawa hawa watusi wanaojiita Wanyamulenge, kwa sababu aliona wanapobaki huwa na umoja hapo vita vitakuwa vikali. Akatumia siasa ya kuwagawa, ya kuwatenga wao kwa wao, wasisikilizane, wakaanza gombana, wakaanza pigana, hata wao kwa wao waliuana, wakajikuta eh, Kagame, Paul Kagame rais wa Rwanda aliwadanganya muda mrefu na kuuisha mamia maelfu za hawa wanaojiita Wanyamulenge, na sababu ya hiyo Rais Felix Tchisekedi anatumia siasa ambao alisema mpaka kieleweke, na hakika kimeeleweka, mpaka heshima irudi kama vile Mheshimiwa gavana makamo Jean Jacques Lacano alivyosema, na heshima ikarudi. Na tunaona tarafa la Fizi linachukua udongo wao wote, na kwa sasa hakuna muasi yeyote tena anaweza kuogopesha watoto wa tarafa la Fizi na Uvira. Kwa hiyo tunazungumza na Wakongomani wote ya kwamba tusapoti kiongozi Rais Felix Tshisekedi kwa siasa kubwa ambao walitumia ili kunyamazisha vita. Vinavyobaki ni awa wa Adef Nalu upande wa wa Norkivu, lakini tunahakikisha ya kwamba Mwenyezi Mungu atampatia tena hekima na kumalizisha vita vya mashariki mwa Kongo ili tupate kwenda katika uchaguzi ambao utatusaidia tena kwa maendeleo ya nchi yetu. Twaomba wakongomani wote vilevile vile, tuzidi kuomba Mwenyezi Mungu na kusapoti wazalendo mia kwa mia waliokuwa kibambazi na kusema adui hawezi ingia kabla waibu wafike tarafa la Fizi upande wa kwa Mnene waelekee Makobola. Wazalendo walikuwa peke yao hawakukuwa hata na mwanajeshi moja, na walisema kata kata, tutafungua njia. Angalau wanyarwanda walituma pesa nyingi kwa kuwashawishi, lakini hawa wazalendo wa tarafa la Fizi wengi wao walisema hatuwezi kuacha adui kupita, aende wapi? Sababu ya hiyo tunawatangazia kwamba tusapoti watoto wetu wazalendo kwa maombi, kwa mashauri, kwa vyote, kwa vifaa, itakuwa vizuri sana. Basi tunawasema kwaherini chao.